Umepata madini ya kutosha kuhusiana na kwamba watu gani wakiachwa huwa wanapitia vitu gani kisaikolojia, na imekuwa ni kawaida kwa watu wengi ambao wanaachwa, wengine wao hufikia mbali. Sasa Kalungu, mimi labda nikuulize swali moja. Kuna wale watu ambao wapo kwenye mahusiano, lakini kila baada ya mwezi fulani huwa wanaachana baada ya muda fulani. Yaani, naweza kakata miaka miwili mitatu Wakao, umepata taarifa kwamba jamaa wameachana mm, lakini baada ya muda unaofuatia ukasikia bwana amerudiana. Kuna kitu gani ambacho kisaikolojia kinazunguka kichwani kwao mpaka inakuwa kwa zao ni kuachana kurudiana, kuachana kurudiana? Okay, uh, kila aliyeko na mahusiano ambayo ana changamoto anatamani atafute mtu mwingine wa kumliwaza nje na huyo aliyenaye, lakini kitu ambacho akijui ni kwamba hakuna mtu bora kuliko huyo ulionaye sasa hivi. Mm. E, yani changamoto ni kwamba haumuelewi, hamuelewani. Sasa, mara nyingi watu wanapokuwa wanaachana kwa mfano kama hivyo unaniambia wanakuwa wanatafuta utulivu mwingine na kuangalia kama wanaweza kuendelea na mahusiano mengine mapya. Sasa, kinachotokea ni kwamba uh, inatokea wameachana kwa namna gani? Kuna kuachana kwa sababu ya kuchoka na kuna kuachana kwa sababu ya utulivu. Unajua kuachana ni, ni, ni process ni mchakato kidogo. Ndio. Hmm, hmm, maana hata wanandoa huwa hawaachani wanapeana wanapeana wanapeana wanapeana eh, wanapeana nafasi, wanatengana kwa muda hmm. Hao ambao unaoniambia wanaweza kawa wanatengana kwa muda, hawaachani kwamba nah. Naomba tupeane muda, mimi ngoja niende nyumbani, ngoja niende huku kwa sababu ya hasira. Kwa hiyo wanatengana kwa muda, hawaachani na, okay. na ikifikia mtu amechoka kabisa, yani anakuacha M iyo ni mazima mazima, yaani hiyo ni moja kwa moja, hawezi kurudi tena e, ni, mm, ni signs za kwamba umeachwa ume mazima, zinaanzia zina, zina kwenye mawasiliano e, mawasiliano ndio kitovu. Yaani e, ukiona mtu anapunguza mawasiliano na wewe, maana yake unajua moja kwa moja kwamba hahitaji kusikia chochote kutoka kwako. Sawa e, sasa mm, e, karungu tuje kwenye point moja Tuyo ya distance relationship okay, okay. hii ni hii ni engo ambayo ina, ina, inawezekana kwa mtazamo wangu ikawa inawatesa wengi. Ndio, ndio ndio, tuanzie ndani ndio, makao makuu yamehamishiwa imekuwa ni Dodoma ndio. Sawa, sawa familia za watu wengi mm. zimepata gap hapa katikati, kuna mtu aidha ni mke mm. au ni mme mm. yuko Dodoma mm. lakini basement iko mm. Dar es Salaam mm. Kisaikolojia hii inakaaje kwenye namna ya, ku, ya kujiendesha na kubaki kwenye ile kii mm. ya upendo? Okay, sawa sawa. Kwanza kabisa niseme kitu kimoja. Kuna watu wanaishi wa, pamoja, lakini mahusiano yao ni kama tu long distance mm. Kwa hiyo kuna wale, kuna kundi ambalo kwanza limefurahi baada ya, ku, ya kuamishwa wanaweza wao kwenda kikazi Dodoma. <laughs> <laughs> Wamefurahi, wamepumua eh, wanasema afadhali ameenda eh. Kwa sababu kuna raha. Anikwambie kitu kimoja, unajua kuna mahusiano, kila mtu ana hadithi yake mm -hmm. Kuna watu ambao wanaingia kwenye mahusiano pengine na mwanaume na kumpa vyeo vitatu. Kwanza wanampa cheo cha uh, mume mm -hmm. Pili wanampa cheo cha baba Mm -hmm. Tatu, cheo pengine cha cha cha cha uh, baba mume uh, yes. Lakini kingine pia cheo partner, mm -hmm. e, shirika. Sasa mara nyingi watu ambao wanaishi kwa mahusiano na wanamtegemea mwanaume kwenye kila kitu pengine ni mayatima mm -hmm. eh, hana wazazi au maisha yake aloelewa ni magumu kidogo, kwa hiyo anakuangalia wewe kama mmoja wapo ya, ya, ya, ya, ya, ya kiongozi unayeweza ku, ku, kuponya maumivu yake ya zamani ya nyuma mm -hmm. lakini pia kumtengenezea njia nzuri ya mahusiano hayo. Sasa inapotokea pengine, sasa hivi nakupa mfano mwepesi sasa wa hiki ambacho umeniambia. Mm. wale ambao wameondoka, kwa sababu wale ambao wamehamishwa, kuna ambao wamebaki na furaha, lakini wale ambao wanapitia wakati mgumu, kuna mambo ambayo inabidi waelewe mm. kwamba mahusiano ya mbali yamerahisishwa siku mm hizi -hmm. sana, yaani sasa hivi ni rahisi sana ku, ku, ku, kuwa in touch na mwenza wako, hata kama akiwa Dodoma, akiwa wapi, sasa hivi kuna hisijara au baba ndo kaenda huko, yani ni rahisi sana. <laughs> <laughs> yaani kama mtu anakupenda <laughs> lazima atatafuta nafasi mm. Yani asiye kupenda siku zote huwa na sababu, ila mtu akiwa anakupenda mm. atatafuta nafasi. hawezi kukwambia kwambia niko bizi, yani hata kama yani sijui nikwambieje yani atatafuta nafasi kwa hiyo kuna nafasi ambayo watu ambao wanapendana wanapeana mm. kwenda kurudi kwenda kurudi na sio tu kila siku unaenda wewe ya. kuna muda na mwenzio anaenda pia vile vile mm. kwa hiyo kuna e kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, gap fulani limetokea la kihisia kwa sababu wamezoea karibu kwa wale walikuwa wanapendana mm. ila kuna unafuu wameupata watu ambao walikuwa hawapendani na walikuwa hawaelewani kuna watu hapo kwenye ndoa au kwenye mahusiano wanaishi vyumba tofauti nyumba moja, vyumba tofauti. Au nyumba moja, chumba kimoja vitanda tofauti, chumba mm. kina vitanda viwili mm. hey! Kwa hiyo mtu kama huyo anavyosikia pengine mke wake au mama yake ahamishwa kwake ni sherehe ya kushukuru Mungu, okay. jibu, jibu hilo linafanana na la mm. unapokuwa kwenye ndoa na mtu ambaye yuko nje ya Tanzania. Ah, hapana, ah, kwa sababu kule kuna distance nadhani watu wengi huwa waweki utaratibu. Unajua, mahusiano pia yanaratibiwa na utaratibu wenu mm. yaani mahusiano bwana uh, ni kama taifa, kila nchi na sheria zake mm. mahusiano hawezi kufanana. Kwa hiyo kwa mazingira ya nje, ina maana inabidi wewe na mwenza wako mkae, mwangalie pengine mnapata nafasi eh ya kuonana lini, mm. Mawasiliano yenu yakoje? eh, kwa sababu mtu anaweza kawa anasingizia internet internet internet mm. kwa sababu kuna lazima muwasiliane kwa internet kwa internet eh kwa kama sababu ikiwa ni internet internet, manake you need to fix this, ili mwisho wa siku muweze kuwasiliana. Na kitovu cha ma cha mahusiano yote ni mawasiliano hasa mm. ambao wako mbali, kwa msipowasiliana msipoonana mm. kabisa, kuna uwezekano huyu mtu akakutana na mtu mwingine na akaanza kutengeneza hisia mpya, okay eh kwa sababu upweke kuzidi sana huwa unatafuta mahali pa kuweza kutokea, kwa akipata mtu ambaye an, an, anampa muda anamsikiliza physically, ni rahisi sana kwa hiyo okay. mtu kuanzisha safari nyingine ya kimahusiano, sawa sawa hmm. na na, na, na, na tunapozungumza swala la umeachwaje hey, ndio, ndio, nadhani Hasani hapo tu, turudi kidogo pia mm -hmm. tu, tutoke kwenye mahusiano kwenye ma, ma, ma kwa maana ya mapenzi hmm. turudi kwenye kuachwaje achwaje na kazi ama kibarua ama kipato ulichokuwa nacho kisaikolojia, achwaje, athari yake pia ikoje hapo kuhusu? mm. Athari yake tatokana na namna ambavyo umeachwa. Kwa mfano, kuna watu wanachwa na hasara. Kwa mfano, mtu akikuacha kwa, kwa vita, maana yake atakupasulia pengine nyumba, atachoma nyumba, atakuumiza mm. atakutoa jicho, hiyo ni hasara ya maisha kabisa. Narudi na, na, na, na, kwenye kazi. kwenye kazi. Yani, kazi kwamba, kazi kazi imeniacha. Okay. Yaani nimefukuzwa ya kazini, nimefukuzwa kazini. Eh, eh. Psychologically. Aha. Hiyo redundancy au retrenchment. Eh. Uh, mara nyingi huwa inaathiri sana hasa kama mtu akiwa ametegemea kama ile kazi ndio sehemu pekee ya kipato chake. Mm. Eh, maisha sasa yamebadilika sana ndio maana hatutakiwi pia kulilike na One source of income au mfumo mmoja wa kuingiza kipato ikitokea mm. E, pengine umeachwa kwa sababu na, umeachwa na kazi, si ndio? Kazi kama kazi mm. E, unaweza ukafadhaika kwa sababu bila kazi huwezi kuendesha maisha yako ya kila siku mm. Na kama hiyo kazi unaitegemea kuweza kupata huduma mbalimbali, kama ikiondoka, manake lazima ufadhaike sana na kama hauna alternative nyingine, unajua kuna watu ambao wao wanaamini katika falsafa moja tu kwa mimi nitafanya hiki mpaka mwisho mm. E, na of course sio kila mtu lazima ajiajiri. Sio kila mtu lazima awe na biashara. Kuna watu wengine wameombiwa kufanya kazi chini ya watu na wanafanikiwa na watafanikiwa kupitia hizo hizo kazi, kwa sababu mtu kama huyu ambaye ana falsafa hiyo mm. akipunguzwa kazini ase lazima afadhaike sana Anaweza akawa depressed kabisa, kwa sababu hana uwezo wa kuanzisha kitu na kuna watu ambao wanajaribu kuanzisha vitu vinakufa mm -hmm. kwa sababu wao wameumbiwa kusimamia vitu vya watu, sio kuanzisha vyao. hapo mm hapo -hmm. kwenye swala la kastom. Ndio. kuna mahusiano mengine sasa mm hivi -hmm. watu wanaingia kwenye uhusiano mm -hmm. wakiwa wanalenga kwamba hii kama vile ni kazi yake, kwa mfano mm -hmm. Mtu ameoa ame au ameolewa mm. na mwenza wake ambaye mm. ana uwezo kwenye kipato ndio ndio amekuwa akimsaidia pengine yeye ameamua sasa afanyi kazi yoyote mm. amekuwa akimtegemea huyo sasa mm. Inakuwaje pale ambapo mm. inatokea kwamba ameachwa, hiyo ni kwa njia zote zote zile tano. Ameachwa kwa buba kwa mm -hmm. ameachwa kuambiwa ukweli mm. Inakuwaje kisaikolojia ili imuweke sawa yule, yule mtu ambaye ameachwa. Kwanza inabidi akubaliana na ukweli, kwa sababu unapoingia kwenye mahusiano ukamtegemea uh, uka mwenza wako moja kwa moja, hilo linakuwa ni kosa. Inabidi mtegemeane, yani lazima naye apate kitu kutoka kwako. Kwa hiyo, kwa, kwa mtu ambaye anakuwa na akili ya utegemezi, inapotokea hayo mahusiano amekufa maanake, yale zile huduma alizokuwa anazipata, kwa mfano unavyoniambia fedha, labda pengine alikuwa anamwezesha vitu fulani mm -hmm. Lazima ataathirika na wengi sana huwa wanakuwa wazembe na wana wanashindwa kujituma unapoona kuna kila kuna kila kitu. Kikweli ni kwamba hata kama mtu akiwa na vitu usipokuwa unafanya chochote ile kitu huwa inakata sana. Mm. E, yani hata kama mwenzio ana provide au ana access ya kukupa kila kitu lakini wewe usipojitutumua hata kufanya chochote. Yana wewe hangaika, ha. Hangaika hangaika. Hangaika hangaika. Yaani onyesha kwamba na wewe unapambana. Okay. Yaani usiwe tu kama mtoto yani. That's is it, it uh, it, mm. Is, it, is it true tuko kwenye mahusiano ambayo au kwenye ndoa ambazo ziko 50 -50? Yani kila mmoja anatakiwa atafute, tukutane katikati kwa tulipo sasa hivi kwa, kwa sasa hivi ipo hivyo mm. kwa sasa hivi mm. zamani haikuwa hivyo mm. Zamani ndio maana hata baadhi ya wanawake walikuwa waruhusii kwenda kufanya kazi, kwenda kuwinda, ilikuwa ni mwanaume aenda kuwinda, anarudi na wanyama, lakini sasa hivi wanawake pia wanaenda wana, wanafanya shughuli mbali mbalimbali, gender balance Mm. Eh, kwa hiyo wanawake pia sasa hivi wanafanya kazi, ni masio ni wakurugenzi. Kwa hiyo wanaweza wakatumika wakahudumu familia, na kinachotakiwa ni maelewano, makubaliano. Mimi nachoamini ni kwamba mtakapoelewana na kujitambua, hakutatokea mgogoro wote, kwa sababu kuna wanawake ambao ni masio mabosi, lakini waume zao ni walinzi tu, lakini huwezi kujua utofauti wowote mm. uliopo kwa sababu heshima iko pale pale, ni heshima ambayo okay, mwanaume anahitaji na cheo chake kibaki pale pale. Sawa. Sasa, sasa kwa kumalizia. Ndio. Eh, Karungu twende twende turudie. Ndio. Zile zile aina za kuachwa kuachika. Okay. Moja. Kuna kuachwa ghafla. Hasani, sikiliza hapo mambo yote unalia kazini, mimi sitaki <laughs> <laughs> Kuna kuachwa ghafla. Ghafla. Kuna kuachwa njia panda. Mhm. Mm. Kuna kuachwa kimya kimya. Mm. Kuna kuachwa kwa maelezo. Mhm. Alafu pia kuna kuachwa kwa vita, kwa vita. Ziko tano hizo, nimesevu hizo bana. Unacha mwisho, cha mwisho mimi niwakumbushe wasikilizaji wetu hapa wa 92.5 kwamba namba ya kuchangia ama ya kupiga simu moja kwa moja hapa studio ni 0716 925925. Unapiga mm, e, e, unasikika moja kwa moja kwenye spika zako za Mjini FM, lakini sasa hivi tuende kidogo mapumziko. Tukirudi tutaendelea kuwa na Kalungu mwana saikolojia. Mjini FM. Don't forget balozi yuko town, na balozi wiki hii alikuwa na zoezi la kutoa breakfast, lunch pamoja na dinner eh, na leo Jana sisi tulitoa breakfast eh, ya maana kweli kweli. Leo mambo watu wana breakfast wanaitoa, tukitoka sisi tu wao wanaingia. So endelea kukaa hapa hapa, mchana pia utapata lunch, lakini jioni pia utapata dinner kwenye vitu vya ndani. Leo tulikuwa tunazungumza na bado tunazungumza kuhusiana na mahusiano yako yali